Wewe kama mtu wa karibu wa familia una neno gani la kusema maana wanasema ni kama mmemfungia vioo Mkubwa Fella. Sasa unajua, kuna wakati uh, mambo alipofikia uh, tumeona mmetafaruku hii, kwa sababu upande wa kule kwa mkubwa amezungumza eh, familia yake imezungumza, manake vile ambavyo alivyoumizwa ama inavyoona na huku upande wa Wasafi ama wa Diamond mm -hmm. mtu ambaye ameshika fedha wa Diamond ambaye ni fumbo amezungumza mm -hmm. amezungumza fakti zake, ni fakti nafikiri kama ni fakti mm -hmm. sasa, sasa hivi tena ili, ya mambo yakiendelea tena kuzungumzwa maana yake sasa hapa au umdhalilishi, yani umdhalilishi mkewe Fella Wala, wan, wala mtoto wa Fella hapo unamdhalilisha Mkubwa Fella mwenyewe kwa sababu nataka uangalie katika, katika hili nani aliolalamika ni Fella ama familia ya Fella? Fella sio nani? Fella. Eh, sasa ukitoa ukisema kwamba ni kweli ama si kweli ama ukizidi kutoa mambo ya ndani zaidi maana yake unamdhalilisha ule ambaye asiolalamika Mkubwa Fella. Eh, wale ambao wanalalamika hata ukisema udhalilishe yani kusema uzungumze au wadhalilishi mm, cha mzuri wataendelea kukujibu tu, vivyo hivyo ambavyo wanafanyaje, wanapenda. Kwa cha msingi hekima inahitajika zaidi katika mambo kama haya, marumbano sio mazuri. Kwa sababu Diamond kafanya, hajafanya kwa sababu ya kutaka sifa, ndio maana hajarekodi wala kutangaza, alifanya kwa sababu ya ukaribu na heshima iliyokupo nayo kwa Mkubwa Fella, na pia amefanya kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. mm. Sasa aniamini kama damu ndiye amefanya sawa. Mm. asiamini kama damu ndiye amefanya so. sawa. Mm. Kilichobaki Mwenyezi Mungu yupo. Haya tunayofanya duniani mm. malipo yake pia utakutana nayo. Kama Kama ulifanya kwa hiria, utopata. nayolifanya okay. Kama ulifanya kwa hisani basi Mungu anakurudishia hisani yako mm. Kwa cha msingi mimi sioni haja ya kuzungumza sana kwa sababu kwa sababu mm. unaweza kaisi unamjibu yule Nalababa, nalababa, namjibu labda mkewe Fela, au namjibu labda mtoto wake Fela mm. Kumbe unamdhalilisha mm. asiotoa hiyo shutuma mm. ushawahi kuona hata siku moja, labda mkubwa Fela labda akaposti, labda kashutumu mm. kwamba Diamond anisaidii? Hatujaona, ushasikia kauli ya mkubwa Fela mm. yasikia, bali ni kauli za kifamilia, ni kawaida wanadamu mm. wanapopata unajua uh, kuguza mm. au unapopata mitihani, sisi wanadamu wengi tumeumbwa Mm -hmm. Watu wezi kuhimili vishindo vya mitihani. mm -hmm. Lakini dunia ndio iko namna hiyo. mm -hmm. wanaburukum bishadu wal khairi fitna, ndio dunia iko namna hiyo. mm -hmm. Yani, wanadamu wezi eti uka, ukaishi mwaka mzima sukari tu, mm hapana. -hmm. Lazima shubiri pia uipate. Sasa wengi wanapopata shubiri mm huwa -hmm. wanaamini mm -hmm. msaada mkubwa ni wanadamu wenzao mm -hmm. au msaada mkubwa ni, ni watu sasa hiyo lazima utagombana na watu. Mm. Lakini uki ukitafuta solution nini shida yako uitatue kwa njia gani? Mm. Utaweza kugombana na mtu. Lakini ukiamini kama njia yangu hii mtu fundi ana haki ya kuimaliza, lazima utagombana na mtu. Sababu yule mtu utakayemfuata naye ana shida zake, naye ana matatizo yake na na mambo yake pia. Mm. Anahitaji solve kwa wakati huo. Kwa hiyo usitegemee kupata ujira kwa mtu ambaye naye ana maisha yake. Mm. Kwa kile atakachokukupa We, shukuru sema alhamdulillah, kingine kitafute kijengee njia msingi mm. gani ambao utakusaidia ili uweze kusovu hayo matatizo yako yeah. Lakini mm. kwa hivi ukiachana na haya ah, mambo ya kifamilia Mkubwa Fella mwenyewe pamoja na Diamond mm. wana mahusiano ya karibu, wanaongea vizuri eh hey, yule ni, yule ni kiongozi wake mm. kiongozi wake toka mwaka elfu mbili na kumi na tatu, sikusema kumi na mbili huko eh kiongozi mm. wake amemsimamia katika mambo yake mm. na ni mtu ambaye ata kwenye mafanikio sija kusikia siku moja Diamond akasema kama mafanikio yangu nimepata mimi mwenyewe. Anaweka viongozi wake mbele wote, anaweka tale, anaweka Fella, anaweka salamu, anaweka mbele na mawasiliano yapo yapo tu mengi tu, kwa sababu hata ile jambo lilipotokea ilikuja utetesi tu, bwana mkubwa anaumwa, kapelekwa sehemu fulani, kwa sababu mwanzo hospitali alipelekwa mwanzo alipelekwa Sui Temeke, hospitali Sui dispensary Sui wapi, kwa watu ndio waliposikia hizo habari wakasema hapana, heshima mkubwa, wakamtoa afikiri alianza kuchukua hatari jukumu hilo, alimpeka Luganzila. alianzia wapi? mm. dispensary Temeke, Temeke. Mm. wakapata habari watu wake ambao anafanya naye kazi mm. wanemheshimu muheshimu, wakamtoa pale wakampeleka Luganzila, mm. wakaona hapatoshi, wakampeleka TMJ, mm. wakaona hapatoshi, wakampeleka India mm -hmm. kwa sababu ya ukaribu na ujama, na ujamaa niseme na udugu pia um, no, no eh, lakini kutanishwa nini na kazi mm -hmm. Na kila mtu kwenye kazi alinufaika ali kwa upendo wake mm. Diamond alinufaika, hospitali alinufaika, Salamu alinufaika na Mkubwa alinufaika, lakini inapokuja jambo la maradhi, sio mtu analiomba mm -hmm. Usiangalie kwamba yule mtu kapata nini, angalia ubinadamu, kwa sababu mmoja ya thawabu kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu mm. kwenda kumtazama mgonjwa hospitali mm -hmm. Sio nzuri. Sasa je, niambie ukimhudumia mgonjwa inakuwaje? Sababu zinaongezeka. Eh, nazi eh, zaidi. Kwa hiyo jambo hilo. Kwa hiyo wote wamefanya, wamefanya kadri ambavyo Mungu alivyojalia kufanya. Sio nzuri. Lakini sasa sisi wanadamu, wanadamu kila mtu anakuwa na mtazamo wake na ana ana nia yake, ndio namba Innama al-amalu binniyat. Eh, kila mtu atalipa kutokana na kile ambacho anachokidhamilia kwenye nafsi yake. Eh, kwa mtu ungemfanyia wema, asidhamilia wema, akadhamilia ubaya mwingine akamfanya ubaya akadhamiria wema, wema. Ndio tuko hivyo wanadamu hatutabidi kitabidi mm. Cha msingi sioni haja tena ya familia mm, wala watu wa Wasafi kuwazungumzia mambo mm, kwa sababu mm, pale ninapozungumza hataji mtu yoyote zaidi ya Mkubwa okay. Ule mtu anaumwa anahitaji okay, dua zaidi kuliko maneno okay. Maombi zaidi mm, kuliko maneno mm. Sai umwombee dua nguvu e, inahitajika umoja unahitajika, sio kutengana kwa sababu mnapotengana mwisho siku watatumia hasira zao, athiriki mkewe wala athiriki mtoto, kwanza athirika ule mgonjwa. Kwa hivyo nguvu inahitajika, watu washikamane, waungane e, waangalie nini la kufanya ili aweze kumsaidia mzee wetu mkubwa wetu arudi kwenye hali yake, endelee na kazi zake kama ka kama kawaida. Tunamuombea mm, afya njema. Inshallah Mwenyezi Mungu amfanyie pesa. Tunashukuru sana. Asante.